Je, yeah, umewahi kupokea habari nzuri sana? Labda umepandishwa cheo kazini, umepata majibu mazuri baada ya changamoto ya kiafya, au mpendwa wako ametimiza ndoto zake. Katika nyakati hizo za furaha na faraja, si unahisi shauku kubwa ya kumshukuru Mungu kwa wema na uaminifu wake? Fikiria jinsi inavyogusa moyo unaposhukuru kwa maneno yaliyoimbwa na vizazi vingi kabla yetu. Zaburi si mashahiri tu bali ni nyimbo za sifa na shukurani zinazoeleza hisia zetu kwa Mungu. Zinakumbusha kuwa licha ya changamoto za maisha, tunayo sababu ya kushukuru na kufurahia baraka tunazozipokea kila siku. Katika video hii utapata zaburi zenye za nguvu za kukutia moyo na kukusaidia kueleza shukurani na sifa zako kwa Mungu. Zaburi hizi zitakupa maneno sahihi ya kumshukuru Mungu kwa baraka kubwa maishani mwako, iwe ni kupandishwa cheo kuponwa ugonjwa au kufurahia mafanikio ya mpendwa wako, acha maneno haya ya kuhamasisha kuwa na moyo wa shukurani na kukuza uhusiano wako na Mungu. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Zaburi 147. Haleluya! Msifuni Bwana kwa maana ni vizuri kumuimbia Mungu wetu Naam, ni kustarehesha na kusifiwa kwa pasa. Bwana huijenga Yerusalemu, huwakusanya waliofukuzwa wa Israeli. Huwaponya waliovunjika moyo na kuziponya jeraha zao. Huzihesabu idadi ya nyota na huwaita zote kwa majina yao. Bwana wetu ni mkuu, ana uweza mwingi, akili zake hazina kifani. Bwana huwategemeza wanyenyekevu, na huwashusha waovu hata nchi. Mwimbieni bwana kwa shukrani, mpigieni mungu wetu zaburi kwa kinubi. Yeye huzitia anga mawingu, huitayarishia dunia mvua, huichipusha nyasi milimani. Huwapa wanyama chakula chao na wana wa kunguru waombapo. Hapendezwi na nguvu za farasi, wala hawi na furaha kwa mapaja ya mtu. Bwana awapendeza wamchao, wautumainio fadhili zake. E Yerusalemu, mtukuze Bwana; e Sayuni, msifu Mungu wako, maana ameimarisha mipingo ya malango yako, amewabariki watoto wako ndani yako. Yeye huifanya amani iwe mipakani mwako, hukushibisha kwa mafuta ya ngano. Hutuma amri yake duniani, neno lake hukimbia kwa haraka sana. Hutoa theluji kama sufu, hutawanya barafu kama majivu, hurusha barafu yake kama vipande. Ni nani awezaye kustahimili baridi yake? Hutuma neno lake na kuyayeyusha, huvuma upepo wake na maji hutiririka. Amelijulisha neno lake kwa Yakobo, amri zake na hukumu zake kwa Israeli. Hajawatendea taifa lolote kama hivyo, wala hawakuzijua hukumu zake. Haleluya! Zaburi 136. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake atendaye maajabu makuu kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyezifanya mbingu kwa hekima kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeifanya mianga mikubwa kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua ili litawale mchana kwa maana fadhili zake ni za milele mwezi na nyota ili vitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga Wamisri wazaliwa wa kwanza, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamtoa Israeli kati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele, kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeligawanya bahari ya Shamu vipande viwili, kwa maana fadhili zake ni za milele akamvusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewaongoza watu wake nyikani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akaweka wazuri mashuhuri, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sihoni mfalme wa Waamori kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Ogu mfalme wa Bashani kwa maana fadhili zake ni za milele. Akaipa nchi yao iwe urithi kwa maana fadhili zake ni za milele, urithi kwa Israeli mtumishi wake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyetukumbuka hali yetu ya chini, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akatuokoa na adui zetu kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye awapae chakula kila kiumbe hai, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa mbinguni, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 66. Mpigieni Mungu kelele za shangwe dunia yote, mwimbieni jina lake kwa heshima, mtukuzeni kwa sifa, semeni kwa Mungu, matendo yako ni ya ajabu. Kwa wingi wa uweza wako, adui zako watakuja wakijinyenyekeza mbele zako. Dunia yote itakusujudia na kukuimbia, naam, wataimba jina lako. Njoni mtazame matendo ya Mungu, ni wa ajabu katika matendo yake kwa wanadamu. Aligeuza bahari kuwa nchi kavu, walivuka mtoni kwa miguu, huko tulifurahi ndani yake. Huwatawala mataifa kwa uweza wake, macho yake huyaangalia mataifa, wasio utii wasijininue nafsi zao. Enyi mataifa, mhimizeni Mungu wetu, lisikike sauti ya sifa zake. Yeye ndiye aliyeuhifadhi uhai wetu, wala hakuziruhusu miguu yetu itegeuke. Maana Mungu umetujaribu, umetutakasa kama vile fedha inavyotakaswa. Umetuleta katika mtego, umeweka mzigo mzito viunoni mwetu. Umewafanya watu wapande juu ya vichwa vyetu, tumepita kati ya moto na maji, lakini umetutoa hata mahali penye raha. Nitaingia nyumbani mwako na sadaka za kuteketezwa nitakutimizia nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena na kinywa changu kikazitaja wakati wa dhiki yangu. Nitakutolea sadaka za kuteketezwa za wanyama walionona, pamoja na uvumba wa kondoo wa ume. Nitawatolea ng'ombe pamoja na mbuzi wa ume. Njoni, sikilizeni, ninyi wote mnaomcha Mungu nami nitawasimulia aliyoyanitendea roho yangu. Kwa kinywa changu nalimlilia, na ulimi wangu ulimhimidi. Kama ningaliweka uovu moyoni mwangu, Bwana asingalisikia. Lakini hakika Mungu amesikia, ametega sikio kwa sauti ya dua yangu. Ahimidiwe Mungu asiyekikataa kilio changu wala kuniondolea fadhili zake. Maneno haya yenye nguvu ya, ya shukrani na sifa yanatukumbusha uwepo wa Mungu usiobadilika na uaminifu wake. Yanatualika kusherekea wema wake na matendo yake makuu, yakituhimiza kumwimbia kwa furaha na kutambua baraka anazotumiminia maishani mwetu. Kuanzia kusimulia matendo yake ya ajabu ya ukombozi hadi kutambua uangalizi na utawaji wake wa daima, Zaburi hizi zinatuhamasisha kuinua sauti zetu kwa shukurani. Zinatuonyesha umuhimu wa kukumbuka uaminifu wa, wa Mungu uliopita, tunapomshukuru kwa kazi yake inayoendelea maishani mwetu.